Wafanya biashara hao wamesema wanayo kila sababu kumpongeza Mheshimiwa Rais kutokana na ujenzi wa soko hilo la kisasa lenye mazingira rafiki ya kuhifadhia na kuuzia bidhaa zao ambayo yanawavutia wateja wanaofika kufanya manunuzi. Ni shukuru serikali yetu kwa kuweza kutengenezea hizi shedi mbili ambazo zimeweza kutukua jua wa na wafanya biashara mia mbili na nane. Juhudi kubwa zimefanyika kupitia wadiwani wetu Mheshimiwa Maige pamoja na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Dkt. Samia Suluhu Hassan, na pia tunategemea kujengewa shedi nyingine ambazo ni shedi ya yeah, jumba za kuku pamoja na jumba ya mamalisho. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea soko letu kama hivi mnavyoliona limekuwa zuri, limependeza tofauti na mwanzo ambavyo tulikuwa tunapangapanga vitu chini, mabanda yamebomoka na nini, lakini sasa hivi tunashukuru tumepata eneo zuri la kufanya biashara. Kuna kivuli cha kutosha, hata mvua ikinyesha haiwezi kufanyaje, kutuharibia vitu vyetu. Tunamshukuru pia diwani yetu Maige, tunashukuru pia na uongozi wa soko kwa kutusimamia hili. Meneja wetu kapambana sana mpaka kufika hapa tulipo. Tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujengea soko hili. Mwanzo tulikuwa kwenye hali ngumu tunapata changamoto ya mvua, jua. Mheshimiwa diwani Maige, umetupambania sana, umetutetea, umetuonea huruma. Tunaomba mwendelee kutupambania katika kila hali. Sisi wa mama wa jasiria mali tuko humu kwa ajili ya kutimiza majukumu ya familia zetu. Mvua ilikuwa ikinyesha tunapata shida, tunapita kwenye matope, tunaloa, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu nimepata soko zuri, hata mvua tu... hata mvua ikinyesha hatuloi na wa wenyewe wauzaji wamepata sehemu nzuri, wanauza wana vizuri. Tunamshukuru Mama Samia, tunaomba aendelee kutuwekea mabanda mengine na mengine, soko liwe zuri zaidi. Diwani wa kata ya Zingiziwa Maige Seleman Maganga amesema soko hilo la kisasa lililojengwa kuzingatia mahitaji na huduma muhimu za wauzaji na wanunuzi, ikiwemo miundo mbinu ya umeme, maji na vyoo, limegharimu zaidi ya shilingi milioni mia tatu na lina uwezo wa kuhudumia wafanyabiashara zaidi ya mia mbili. Baada ya ukamilishaji hasheji mbili za kisasa leo, nimeweza kufika na kuongea na wafanyabiashara kiukweli, wanaishukuru sana serikali ya daktari Samia Suluhu Hassan, wanamshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa iliyofanyika ndani ya kata ya Zingiziwa. Wananchi walikuwa na matumaini, sahizi wanapanga bidhaa zao katika sehemu nzuri, mazingira bora. Kipekee ni wapongeze na ndugu wetu wa DAWASA wametujengea vyoo vizuri sana ambavyo vimeshakamilika, tunavizindua muda si mrefu lakini tumeweza kupata ofisi ya serikali ya mtaa mtaa wa Gogo na yenyewe iko katika finishing imekamilika kwa zaidi ya asilimia themanini. Niwaombe wananchi na wakazi wa Zingiziwa kuendelea kumuunga mkono rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye kwetu Zingiziwa hana deni, amefanya kazi kubwa sana ya maendeleo yaliyoenda kugusa watu. Lakini nimshukuru tena kwa kuiona halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kuipatia mikopo ya asilimia kumi na hawa wafanyabiashara wa hapa ni walengo katika ile mikopo. Tumewahamasisha waweze kujiunga katika vikundi ili waweze kupata mikopo, lakini wahakikishe pindi wanapopata wanaweza kurejesha. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ahmed Nandonde.